Kufuatia kitendo alichodaiwa kutekeleza, marehemu mwenye umri wa miaka 25 anahesabiwa kama mtu pweke baada ya kutengwa na jamii yake. Kulingana na wenyeji wa kijiji cha Satima, Kieni Magharibi, maiti ya kijana huyo haina nafasi katika ardhi ya babuye na kwamba hawatojishughulisha na mazishi yake. Watu wa kijiji walikataa wakasema hawatachibua wa shimo ya huyu mwenye ku, kuwa watu ni juzi ambapo kijana huyo alidaiwa kuwatoa uhai jamaa watatu wa familia yake akiwemo babuye, nyanyake na nduguye, mauaji yaliyoibua kero na kupelekea wenyeji kumshambulia na kumuua kwa kumteketeza moto, na hadi sasa maiti yake imo katika chumba cha kuhifadhia maiti. Kulingana na OCPD wa Nyeri Kirunya Limbitu, serikali haitoshurutisha familia hiyo kumzika jamaa huyo, lakini wana hiari ya kumlaza katika maziara ya umma. Na katika kijiji cha Wanjerere wilayani Kangema, mauaji mengine ya kutatanisha yameshuhudiwa baada ya kijana mwenye umri wa miaka ishirini kudaiwa kumuua mamake mzazi. Inaarifwa kuwa jamaa huyo aliteketeza moto nyumba ya marehemu Wanjiro Mushori wakati alikuwa usingizini. Isitoshe inasemekana kuwa jamaa huyo kwa jina Julius Kamau aliachiliwa kutoka gerezani hivi majuzi, baada ya kukamatwa na kupatikana na hatia ya kumshambulia mamake na kutishia kumuua. Kulingana na naibu mkuu wa wilaya hiyo Mugambi Nguru, wawili hawa walizozana kabla ya jamaa huyo kumvizia na kumuua mamake. Na katika kijiji cha Marura Murang'a Kusini, familia moja ilidaiwa kumshambulia na kumuua kwa kumkatakata ndugu yao kwa kigezo cha kutishia kumuua mamake kwa kisu. Kulingana na OCPD wa Murang'a Kusini Anthony Onyango, kijana huyo na mamake wamekuwa wakizozana kwa muda sasa, na kwamba kwa takriban miaka mitatu amesalia kuwa tishio kwa mamake licha ya kuwepo mikutano ya maelewano. Zubeda Kome, KTN leo.